ITV na Klaus FM radio ndiyo makampuni pekee ya habari yaliyopata tuzo hizo mwaka huu, ambapo mara baada ya kupokea tuzo hiyo mkurugenzi mtendaji wa ITV radio 1 Joyce Mhavile, mbali na kuwashukuru wateja na jamii kwa ujumla, amesema tuzo hiyo ina maana kubwa kwa kampuni yake ambayo tayari imechomoza kwenye soko la Afrika Mashariki ikijipanga kujikita kwenye soko la Afrika kwa ujumla. Lakini naamini kwamba kama vyombo vya habari tuna wajibu wa kuweza kuwaelimisha wananchi, tukiwapa elimu wataweza kujikomboa kwenye nyanja zote, iwe ni biashara, kwa sababu tajifunza kutoka nchi nyingine wanafanya nini, iwe, ni kiuchu, to, iwe, ni, iwe biashara iwe katika mambo ya afya iwe katika mambo ya elimu. Kwa hiyo mimi nadhani kama vyombo vya habari ambavyo tumeshakubalika Afrika Mashariki na tumetambulika, ni kwa sababu mambo tunayafanya kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Vivyo hivyo na Afrika tunaweza kwenda na tukubalika, kwa sababu tunawafundisha wajifunze kutoka kila mahali. Kwa mfano sasa hivi tuko Kongo, tuko Rwanda. Tuko Burundi tuko Uganda na Kenya, kupitia kwenye redio na upande mwingine kupitia kwenye TV na wanajifunza kutoka kwetu. Kwa hiyo naamini kwenda Afrika haitakuwa ngumu kwa, kwa sababu bara hili mambo mengi sana yanashabihiana. Mkuu wa idara ya uchunguzi wa viwango Superbrands Afrika Mashariki, Bwana Jawar Jaffa, amesema tuzo hizo zimezingatia maoni ya wataalamu wazoefu wa masoko na walengwa wa huduma na bidhaa, huku akivishukuru vyombo vya habari nchini kwa kuwezesha waandaaji kuzitangaza bidhaa na makampuni ya Kitanzania na kuipongeza ITV kwa kuendelea kufanya vizuri.

Kwa upande wao baadhi ya washindi wengine wamesema tuzo hizo zinaonyesha kuaminika na kukubalika kwa huduma zinazotolewa na makampuni yao na kuwa changamoto kwao kuhakikisha wanaboresha zaidi huduma zao. soko la Afrika ni gumu, lakini naamini kama tumetoka kwenye soko la Tanzania kwenda soko la Afrika Mashariki, naamini vilevile tunaweza kuingia soko la Afrika. Watanzania tuna, tuna, tuna, tuna bahati, naamini tuna vipaji sana kuliko sehemu kubwa katika afrika hii, lakini nadhani ni ile kupata nafasi na tu ya kupenetrate. Tukiipata na uhakika, tutakwenda katika soko la afrika kabisa. Kwetu sisi, hii ni changamoto na tunaahidi kwamba tutaboresha zaidi ya pale ambapo wametupatia pa tuzo ya leo, kwa sababu changamoto kubwa inayotukabili ni msongamano kwenye jiji letu Dar es Salaam lakini tutajitahidi tutaingiza gari nyingi za usambazaji kwa kali tunavyoweza ili tuweze kufikia malengo ambayo tuna kusudia. Kinachodhihirika ni kwamba tunatoa huduma bora na tunapenda watu wetu ambao tuko nao tayari kwenye portfolio wazidi kutuunga mkono, na sisi tutaendelea kuwahudumia na tunahitaji na wengine waje, kwa sababu wasitafute vitu ambavyo ni rahisi kwa kuogopa ile pinch, lakini u tunasema always kirahisi kina gharama na ki, ki, chenye gharama kinakuwa kiko katika uhalisia wake sahihi. Kwa mara nyingine tena, kituo cha televisheni cha ITV, kituo chako bora kabisa, kimeweza kujinyakulia tuzo nyingine na kuwa super brand, ITV super brand Tanzania, na hii sasa inatoka katika nafasi nzuri kabisa kituo hiki katika soko la Afrika Mashariki. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba sasa ITV imekuwa super brand Afrika Mashariki, kwa kutambuliwa na wanaafrika Mashariki kwa huduma yake na bidhaa zake bora kabisa zinazotolewa kwa jamii. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Fatma Almasi Nyangasa, ITV.